Chogayangu huyo, karibu Shafika. Ah, mamangu, naona mambo ya usafi usafi, unafagia fagia. Ah, mi usafi kawaida yangu mi, maswala ya uchafu nikanyage kanyage vimtenga, na jioni ya kinya siwezi shughuli hizo, so pigo zangu. Ah, haya bwana, mi mweza hata kwasoatamkaji, nimetoka hapo dukani kwa muha Nikasema si haba, nikipita kwako ni kujulia hali, nije nifati na kale ka mzigo kwetu. Aha, mimi mwenyewe ulikuwa mguu wako shuga yangu, yaani nimalize kufagia nalete yako ka mzigo. Maana nilikuwa nakaa unachelewa kuja, ila kwa kuwa umekafata, acha nikakupe mwali wangu, we ili jua linawaka kama tumesusiwa sisi Kachumbari, mzigo ndio huu shoga yangu. Kachumbari, kufeli kwako kunasababishwa na uzembe wako mwenyewe. hakikisha dawa hii haionekani na mtu mwingine yeyote zaidi ya mlengwa. <coughs> Ni, nimekuelewa shoga yangu, nitatimiza kila kitu kwenye safari hii, siwezi nikabugi. Na nakusisitizia tena, Kachumbari, hakikisha ufanye uzembe wa aina yoyote ile. Mimi ikitokea umeharibu kwa sasa, simo tena kwenye huo mchezo. Kwani nimekuambia nimekuelewa, mbona unaanza kuongea maneno kibao? Basi shika kafanya wewe sasa. Ah, sawa so. mimi yangu macho nilikuwa tu nakusisitiza. Ndio <laughs> ndo atoa gani shoga <tune> Samani, mme wangu, basi nimetoka sasa hivi huko ndani na tumeongea, najua na ndio maana nikaanza na kukuomba samani. Eh, naambia mi, kuna kitu nilikuwa nataka nikuombe. Nakusikiliza. Sawa, mi nilikuwa nakuomba niende nikamwone dada, ni muda mrefu sijamuona. Hata hivyo jana niliongea naye aliniambia anasumbuliwa kidogo. Kwa hiyo niko naomba ruhusa yako niende nikamuone nikamsaidie kazi. Mimi ni mbona juzi tu nimetoka kuongea naye? Na jana hajaniambia chochote kwa siku. Juzi uliongea naye? Eh. Hey. Hmm. Basi huenda juzi alikuwa yupo vizuri. Maana mimi nimetoka kuongea naye jana na ndo akaniambia kwamba najisikia ovyo. Mimi ndo nikamwambia basi subiri nije akirudi shemeji yako niongee naye Lakinipa ruhusa nije nikuone nikusaidie kazi, hata siku mbili tatu hivi, lafu nikarudi. Sawa, wewe unataka kwenda nini? Mi nakusikizae tu mume wangu, kwa sababu siwezi kuondoka bila ruhusa yako, ila kama ingependeza ningeondoka kesho. Kumbe safari yenyewe ni kesho? Mimi nikajua nataka kwenda leo. Sawa, tusubiri kesho. Asante mume wangu, nashukuru kwa kunikubalia. Nitakwambia kama nimekubalia. Nimekwambia tusubiri kesho ifike. Ile sala ya kukubalia iweke pembeni. Baadaye. Wadadawa vipi kwani? Mbona unatembea kama huoni unapoelekea? Eh? Au hizi barabara umezichonga wewe umeziumba wewe? Mbona hueleweki? Eh, samaani, lengo langu kukupamia mtoto mzuri kama wewe. Yaani unatembea kuto kuangalia mbele alafu mimi naongea kiustaarabu unanijibisha? Hivi uje kama watu tumevurugwa? Eh? Afa unijui vizuri mimi, sikujui na wala wewe haunijui. Nitakuashia moto bila kiberiti. Ah, tena? Sinisha kuomba msamaha mrembo wangu. Halafu we mrembo, nimekuelewa kinoma, unaona. Jitende getu jiangalie. Ndugu yangu, kiukweli sipo sawa kabisa, yaani mawazo yananchanganya sana. Ni kweli naona kama vile nimebeba mzigo mzito katika kichwa changu. Unajua, mawazo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu, kwa hivyo hautakiwi kuyapa kipaumbele sana, kwa sababu yanaweza kukufanya ukishindwa kufanya mambo yako mengine kwa wakati. Ni kweli unachokisema, ila hebu nikuulize swali kwanza, ndugu yangu, hivi mchawi anaweza kumrudisha mtu kimaendeleo nyuma? Ndio, mchawi anaweza kukurudisha nyuma kimaendeleo, kwa sababu siku zote mchawi hapendi kumwona mtu akifanikiwa, aki au akiendelea. Kwa hivyo mimi naamini mchawi anaweza kukurudisha kweli kimaendeleo nyuma. Hmm. Sasa hapa nimeshapata majibu ya maswali yangu ambayo nilikuwa nikijiuliza muda mrefu sana. Ngoja nilikomeshe kwanza hili. Kwani kuna nini kinaendelea bwana? Ah, Samiri, yani wewe uweziamini ndugu yangu na ngoja kwanza nimalize hili, nilikomeshe, alafu nitakutafuta, tutakaa chini, nitakueleza nini kimejiri. Sawa, baadaye.

ote nikueleweshe vipi? Mungu wangu wewe, we, kuna nini sai? Tumesha feli. Kila siku nimekuwa mtu wa kufeli ni mnzilete nafanya kitu gani? Yaani nimesha. Hebu kaa kwanza, kuuza vipi Hebu nielezee, maana unanichanganya tu unavyogunaguna na kusema tumeharibu, tumeharibu nini? ninishata <tuh> sijui tenze kuelezea wapi. Dada wangu, yani sielewi. Ndugu wangu, nianzie wapi? tumesha feli, tumefeli. Umenipa ule mzigo vizuri, nimeenda mpaka pale sehemu ambayo nabidi nikauweke, nashanga kila nikinyanyuka ule mzigo unanifata Nikisimama nanwe unarudi pale pale, yaani mimi nikienda mbele unanifuata nyuma, nikigeuka kuangalia, nikirudi nyuma kiasi, na wenyewe unarudi enda kukaa ulipokwepo. Yaani yule yaani si yaani si yaani si yaani si baba, ni mchawi, ni jini, ni nani? yaani mimi. Ah, wewe mbona ule mzigo mimi nilikukabidhi ukiwa salama, itakuwaje mzigo uanze kukufuata au kuna mtu ulimuonyesha, hmm? Wadada, vipi? Kwani mbona unatembea kama uone unapoelekea eh? Au hizi barabara umezichonga wewe, umeziumba wewe? Mbona ueleweki? Hakuna mtu yoyote niliyemwonyesha, ila wakati natoka hapa nilipishana na mtu akanipiga kikumbo, ile dawa ikaanguka. Basi itakuwa yeye ndo kaiona, yule ndo alionyaribia. Haya. <coughs> Nenda tu ndani ndugu yangu, kapumzike. Maana kama kuharibu tusharibu, na tutaumbuka umwaka siwa na, nenda ndani kapumzike shoga yangu, kapumzishe hicho kichwa kwanza. <coughs> A kweli, huyo bongozozo yani kumsisitiza kote kule na karibu <coughs> mwaka uwe

Fresh. Maana nimetokea hiyo kazini kwako eh, ya kukuta. Ni kweli sijatokea kabisa leo. Karibu basi, haya hapo. Mbona sasa hujabeba nguo ba mtu bwana? Yaani sio kwamba leo ndo nimefika hapana. Lengo lilikuwa ni kuja tu kuona, maana nimepita ofisini kwako sijakukuta, ndo nikaja kufumania <gibit> ni kweli. Unajua, leo mimi sijatokea kabisa kazini na nilikuwa nafanya fanya usafi tu, nimefuafua nguo, nimemaliza hapo, nimezingojea zimekauka, nimedumukiza ndani, nimezikunja pale, ndo nawe unakuja sasa. Nivokuona umekuja, yaani akili yangu yote kama <laughs> Nikasema leo sitoki, ila ulinichanganya, nagonga mlango mara kibao, nakwambia haufungui. Yaani nikopo, yaani akili ishaanza kuvurugika. Unajua, mimi binafsi ukiachana uh, okay, na wewe eh, sijui kama kuna mwanamke mwingine ambaye anaweza akanishawishi kwenye kwenye kwenye mahusiano. Kwa hiyo huu mlango unauona, mm hapa -hmm. na kuahidi mm -hmm. Ukiona siku nimevusha sketi uh hapa -huh. nyingine tofauti na yako hapa basi uh -huh. ni vigumu mimi mm, uh -huh. mpaka hayo okay. <laughs> so, mambo ya Sudan yeah. Sawa, lakini unajua unanichanganya, ulikuwa unatokea wapi mpaka ukapitia kazini kwangu na hujanikuta? Yani mba mtu, mna changamoto tu nyingine. Ya kwangu mimi mwenyewe, kuna shogangu alikuwa anachezesha mchezo ni kijumbe kwa hiyo nilikuwa nafuatilia hela yangu, maana simu yangu pokee anakaa mm -hmm. mm -hmm. E kule karibu na ofisini kwenu, asubuhi sijakuona leo. Ni kweli mi pia sinajua kucheza na nyakati, ulishaniambia nisikupigie simu asubuhi <laughs> nikaogopa a, nikakupigia afu kibopa kikaa pembeni nini <laughs> kawajao, basi sawa, ila tukiachana na yote yale. Hmm. Dhumuni kuu la kuja kukuona ni, nakwambia tu kwamba kesho mimi ndo nafika. So nimeongea na mme wangu tumekubaliana, safari ni kesho, sawa? So, mimi niko hapa, dereva nakungojea abiria wangu, nikufikishe kwenye kituo ukiwa salama kabisa. unamchanganya <laughs> <laughs>